Akifungua mkutano wa uzinduzi wa timu ya mpira wa miguu mkuu wa wilaya ya Mkoani Miza Hassan Faki amesema nidhamu na kutokata tamaa ndiyo msingi mkuu wa mafanikio hasa katika michezo. Amesema hayo alipokuwa akifungua mkutano wa uzinduzi pamoja na kuchagua uongozi wa kusimamia timu hiyo, hafla iliyofanyika katika hoteli ya Mkoani. Ili uweze kufikia mafanikio ni lazima ukubali changamoto ambazo zitakukuta na ndipo niliposema usikate tamaa. Lazima tukumbuke kwamba bingwa ni yule anayesimama tena kila anapoanguka. Wengine waliumia na wengine walishindwa mara nyingi sana, lakini waliendelea kusimama, wakaamini, wakajituma, na leo majina yao sasa yameandikwa katika historia ya dunia hiyo nasi ni lazima tukubali kwamba hakuna mafanikio rahisi, ni lazima utapitia magumu mengi, lakini magumu hayo yasiwe sababu ya kududulisha nyuma na kutokuweza kufikia malengo yetu ambayo tumejipanga kuyafikia. Raisi wa timu hiyo Ibrahim Nasoro Juma amesema uongozi wake utajidhatiti kusimamia na kuleta mapinduzi ya kimichezo kwa vijana wa Pemba. Tumepewa maagizo, muhimili mkuu wa michezo ni nidhamu, kwa hiyo ni swala ambalo tunatakiwa tulizingatie sote. Malengo makuu ni kufikia primia, twende kimataifa. Nitafurahi sana Tukishirikiana kwa pamoja tukafika hapo, naahidi kwa hali na mali, kwa uwezo wote ambao tutakaojaliwa na Mwenyezi Mungu, kushirikiana na wenzetu na wadhamini tofauti waliokuwepo hapa na wengine, tutatafuta zaidi kufikia malengo hayo. Naomba tushirikiane na msituangushe. Mkurugenzi wa timu ya Keti Legas Muhamed Makame Bigi amesema lengo la kuundwa kwa timu hiyo ni kuunganisha na kuimarisha vipaji vya wanamichezo wa mpira wa miguu Kisiwani Pemba. Malengo ya timu yetu ni malengo ya kuonesha vipaji vya wachezaji wetu ambao tunao katika wilaya yetu ambolo, na wilaya nyingine, lakini tumeona fursa hii ni bora kuitumia kwa ajili ya kuitangaza wilaya ya Mkoani kwa na timu kubwa ambayo itakuwa na usimamizi mzuri. Tuko na timu nyingi sana katika wilaya yetu ambazo nyingi ni nzuri, lakini tumeona changamoto, saa nyingine timu zinapokwenda juu huwa zinapanguka. Zina kutoka Kiswani Pemba ni Joha Shabani.